Kile ulichokuwa umemwamini Mungu atafanya katika maisha yako, usibadilishe kwa sababu maisha yamekuwa magumu. Usibadilishe ukaanza kumwamini kwa kitu kingine. No. Shikilia imani kwenye kile cha kwanza. Mara nyingi tunabadilisha mambo yakiwa tunajaribu. Unaamini miaka mitano unaomba, and then unaona, kwa sababu kimechelewa, you change, unaanza kuomba kitu kingine cha tofauti. Mungu afanye kazi hivyo? Mungu anafanya kazi na ile imani yako ya kwanza. Kwa hiyo kumbuka, kwenye upendo wako wa kwa kwanza urudi, ukatubu. Nini ulikipenda kwanza? Nini uliamini kwanza? Rudi kwenye kile Mungu atafanya kile kile ambacho aliku-excite nacho, kwamba I'm going to be blessed in this way, kwamba Mungu atafanya kwenye kile. Yawezekana Mungu aliahidi ahadi fulani kwa mtoto wako au kwa mume wako ama kwa mke wako, ambacho muda umepita, maneno ya watu yamepita, uchungu wa moyo umepita, ni kama zile ahadi zilichukuliwa zikaondoka. Lakini nataka leo uukumbushe moyo kwamba kumbuka ahadi za Bwana, kwa sababu ahadi za Bwana ni amina na kweli, zijapochelewa zitatimia, zijapochelewa zitatimia, kama vile Mungu anavyookoa by Grace Mungu anaweza kutajirisha by grace. Naomba mniamini ninachosema, lakini mara nyingine ziki shida tunazopitia zinafanya mpaka tunasahau uwezo wa Mungu, na kwa sababu watu tuliosoma nao tumewaona wamejenga majumba, wanaendesha magari, wanafanya vitu vya namna fulani. There's no bigger a poison than comparison. Kufananisha ni sumu inayoua imani. Unafananisha ndoa yako na ya mtu mwingine. Ndoa haziwezi kufanana kwa sababu wito hauko sawa, wala majaribu mnayopitia hayawezi kufanana, wala maisha unayoishi hamwezi kufanana.